Ukizungumza swala la kujifungua kwa operation e, ni swala ambalo vilevile lina faida zake, hasa kwa mtoto kuliko mama. Mtoto anakuwa salama zaidi na vilevile vile, e, ule utaratibu mzima wa adha za sehemu ya uke e, zinakuwa zimeepukika, kwa sababu a, mtoto hatapita katika njia ya uke. Kwa swala la kuzungumza kwa ujumla sasa, kwamba je, ni njia ipi nzuri zaidi ya kujifungulia? Kiukweli tunatoa nafasi kubwa kwa kujifungua kwa njia ya kawaida, lakini vile vile, e, kiprotokol au kisera, hata shirika la afya duniani, tunapenda wamama wengi wajifungue kwa njia ya kawaida, lakini panapotokea changamoto, njia yetu nzuri ya ku, ya mama kujifungua salama pamoja na mtoto ni njia ya operation. Pamoja na hayo yote lakini, kuna wamama ambao moja kwa moja hawapendi kujifungua kujifungua kwa kawaida, kujifungua kwa kawaida wanataka kwa operation, pamoja sera haitupeleke huko, lakini huduma vile vile e, ni haki ya mteja. Kwa hiyo huwa tunakaa mezani tunakubaliana kwamba hii njia ina faida na hasara hizi, lakini unakuta mama kama ameegemea sehemu ya operation, basi cha msingi mazingira yakiwa salama hospitali nzuri na vifaa vizuri, daktari yupo, wahudumu wengine kama manaisi na wengine wapo vizuri, bado kujifungua kwa operesheni ni njia salama kabisa. Kwa hiyo kiufupi, tukiegemea upande mmoja wa njia ya operesheni au njia ya kawaida, tunaweza tukakosea, kwa sababu kuna wamama ambao, kulingana na hali yao, ni lazima wao wajifungue kwa operesheni.